Hapa ni niliwahi niliwahi kukubali kukubali mke wangu kufukuzwa kazi kwa sababu ya sakata la korosho, aondoke nchini, aende kuishi Kenya kwa sababu ya shangazi zangu.

Bwana nimesimamia korosho yetu, na hiyo ndio wajibu wangu kama mtoto wenu. Siwezi kuwajazeni hela mfukoni, lakini kuhakikisha korosho yenu inakwenda sawa, unapata pembejeo, inapunguza gharama za uzalishaji yeah. bei ya korosho inaenda sawasawa. Hiyo ndiyo kazi yangu. Tunalo tatizo <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> ah, sijui niishie hapo. kwenye korosho tuna matatizo mawili. Ngoja niseme, tatizo la kwanza, namna bei zinapofanywa fanywa, kuna mambo hayako sawa, na haya yanahitaji nguvu. Sasa watoto wanakuja wananuka maziwa, watapambana na korosho hizo. <laughs> Siniko nyumbani yeah? Shangazi zangu si watanilinda yeah? niseme nisiseme mtanilinda yeah? mimi yeah. Inakuwaje korosho inaanza elfu nne alafu inaishia elfu mbili?